Naia itajengwa yeah. Ah, na itajengwa nani na Tanzania nana, yeah. Ni kuwa, ni kuwa na homa, kwa hivyo siwezi si kupaza sauti anaii. Sisi wa Kenya unajua tunaumia pia sana kwa sababu sio miezi kadhaa ambazo zilipita ambapo vijana wetu pia waliuawa. Wow. Na jamaa anaitwa William Ruto na mmojawapo ya wale watu ambao walikuwa wa kwanza kukubali maafisho ya huyo mtu anaitwa Samia, ilikuwa nani Ruto wewe, hata sisi tunasema nani Ruto mask go. I there in Tanzania oye hii oy. oy. oy. oy, vita ambayo imekuja ikamwadika kwenye vijiji vya Tanzania i kama mnakumbuka kuwa ambapo unaambia ai vijana wa Tanzania auawa, kumbuka kuwa kuna vijana wa Kenya k waliwa pale, tuna karibu tizeda watatu ambao wajulikani walienda wapi? Hapa amesema ya kuwa aa, viongozi iwe Ruto iwe Samia iwe Museveni, mliona kuwa wanashirikiana sivyo? wanashirikiana sivyo? Halafu iaengane kwa nini? Lazima tuungane mkono iweoaaua nyumbani, lazima tuungane mkono kwa sababu vita vya Kiafrika ni vita vya sindio? Tanzania oye! Tanzania Tanzania oye!